Wanawake TV niko hapa mbele yako leo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya usalama ya mkoa wa Dar es Salaam ni shwari. Wananchi wanaendelea na majukumu yao ya kila siku kwa amani na utulivu, na wengine tukiwa hapa tunasherehekea maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Wanawake oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nitakuwa na maneno machache sana kwa wanawake leo tuko tunasherehekea tuna siku ya mwanamke duniani, na kauli mbiu ya siku ya mwanamke duniani ama mwaka elfu mbili na ishirini na tano inasema wanawake na wasichana, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kauli mbiu hii inaenda kuhamasisha jamii katika kukuza usawa, haki na uwezeshaji wanawake na wasichana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sisi Tanzania tayari tumeshapiga hatua ama tunaishi katika kauli mbiu hii. Tukija katika swala zima la usawa na haki, tumemwona mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akifanya usawi na, usawa na haki kwa wanawake na wanaume. Wanawake wengi wamepewa nyadhifa mbalimbali za uongozi katika maeneo yetu, na nyinyi wenyewe ni mashahidi, lakini na mimi mmoja ni mfano bora, ni mkuu wa wilaya ya Kigamboni, lakini ni mwanamke na ni msichana kwa pamoja. Kwa sisi kwa nchi yetu mheshimiwa rais, tayari tunaishi katika kauli hii hii. Kuna mkurugenzi mmoja wa UN alisema, tuna spika mwanamke, tuna mawaziri kibao wanawake, tuna viongozi, lakini tuna wakurugenzi kwenye mashirika mbalimbali ikiwemo NMD ni wanawake. Kwa sisi Tanzania tunaishi kauligiu ya usawa na haki. Kwa mwisho, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba waomba na, oba, wa oba, na ni kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alinisisitiza nitakapokuwa natoa salamu zake nisisahau kusema hili. Wanawake wenzangu, twende tukajiandikishe katika daftari la kudumu la kupiga kura. Sawa jamani, tunajua tarehe ishirini na tano kutoka, wanawake tuna jambo sasa, haliwezi kukamilika kama hatujakwenda kujiandikisha katika daftari hili. Niwaombe sana, sisi wanawake ndio chanzo, sisi wanawake ndio kila kitu katika maeneo yetu. Sisi wenyewe twende, lakini tukawahamasishe wapenzi wetu, watoto wetu, marafiki zetu na majirani zetu, tukajitokeze kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura. Mama Samia oye! Wanawake oye! Nani kama mama? Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo na kuomba kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, kukukaribisha uongee na hadhara hii, karibu sana Mheshimiwa Halima Bulongo mkuu wa wilaya ya Kigamboni ambaye leo pia na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Matee Mjimu, katibu kua a maeneo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum Dr Elizabeth Mshote, kaibu katibu utawala mkoa wa Dar es Salaam ndugu Samina Mashauri, mwenyekiti wa UWT wa wilaya ya Ubungo viongozi wote ambao mpo hapa kutoka sekta binafsi na sekta ya umma na makundi mbalimbali, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <tankan> wanawake na wasichana wa elfu mbili na ishirini na tano. Ehe, hapo na wakamata sasa. Katibu Mkuu amefundisha vizuri hapa, alafu haya nirudie: wanawake wa na wasichana elfu mbili na ishirini na tano. Tuimarishe haki, usawa na uwezo wetu. michungi elfu moja hoyo toeei hoyoua hiyo ndio hasa mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika kongamano la kanda ya mashariki ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani tarehe nane Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano pale jijini Arusha. Nichukue nafasi hii kuishukuru na kuipongeza sana wizara kui yetu ya maendeleo ya jamii jinsia ya wanawake na makundi maalum na hususan waziri wake mdogo wangu Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima na katibu mkuu ndugu yangu Dr John Jingi kwa maandalizi mazuri sana ya siku hii ya tarehe nane Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini nawashukuru kwa kipekee kwa jinsi walivyoandaa makongamano haya katika kanda saba ambazo mheshimiwa w katibu mkuu amezitaja na kwa kweli, pamoja kwa na kwamba wamenishukuru kwa kukubali mwaliko wa kuhudhuria katika kongamano hili, mimi nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwa sababu nyingi. Ya kwanza linafanyika Dar es Salaam na viongozi wa Dar es Salaam tupo wengi, mimi nimekuwa miongoni mwa viongozi wachache nchi nzima waliobahatika, viongozi saba tu, kuwa wageni rasmi, nipiga makofi jambo zito hili. Lakini pili, kongamano lenyewe linafanyika katika jimbo la Ubungo hapa tuliko ndio kitovu cha jimbo la Ubungo. Sasa unajua, nyota njema huonekana asubuhi, kama watu wanaenda kukualika, wanamualika mwaka wa uchaguzi ndani ya jimbo lake, ahiyo nyota njema. Halafu ni mwanasiasa gani mwenye akili akaalikwa shughuli ya. Nakushukuru sana katibu mkuu na Mheshimiwa waziri kwa kunipa heshima hii kubwa sana ya kuhudhuria. Nichukue nafasi hii kutambua kwanga jinsi ambavyo wizara imeandaa makongamano haya sio tu kutambua mchango wa wanawake, lakini pia limekuwa ni sehemu muhimu ya kutambua mchango, mafanikio, changamoto, lakini pia kutumia nafasi hii kuendelea kutafakari namna kutatua ceiza wenzetu wenye ulemavu, na tunaita wenye ulemavu kwa sababu sio walemavu. Watu wengi sana wanachanganyaga watu wenye ulemavu na walemavu, tunaita wenye ulemavu maalum kwa, kwa sababu hawa ndugu zetu sio kwamba wana ulemavu lakini sio kama ni walemavu, isipokuwa ni watu ambao wanaishi na ulemavu. Nimeona hapa pia tumejumuisha wenzetu wajane, wagane, wazee, watoto wa hasa wanaoishi katika ma, mazingira magumu na makundi mengine ambayo serikali imeyatambua kwamba ni makundi maalum na ni siku muhimu katika kuadhimisha e, ile kuelekea miaka thelathini ya tamko la Beijing. Ni siku nzuri ya kutathmini mambo manne kama sio matano. Kwanza tunatathmini mchango wa wanawake katika maendeleo ya kijamii, kisiasa, kiuchumi. Tunatafakari mafanikio ambayo wameyapata na tumeona hapa yametajwa mengi na yatatajwa mengi katika kongamano hili lakini pia ni fursa ya, ya kutafakari changamoto ambazo bado, bado zinawakabili wa wanawake na makundi maalum. Lakini pia ni fursa ya kuangalia fursa mbalimbali ambazo zipo kwa wanawake na makundi yetu haya maalum, lakini fursa nzuri ya kutoa wito. Nami nichukue nafasi hii ndani ya muktadha wa kauli mbiu, wanawake na wasichana, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji kutumia nafasi kutafakari mambo machache. La kwanza ni swala la fursa. Fursa mi napenda sana kuzungumzia mchango, mafanikio na fursa, sio umuumini sana wa kuzungumzia machangamoto na mii, kwa sababu ina saikolojia, ukizungumzia machangamoto sana unasababisha matatizo ya kisaikolojia vile vile unataka nizungumzie fursa hapa. Fursa za wanawake zipo nyingi sana, lakini kwa Tanzania tunaweza kuangalia katika makundi manne matano. Fursa ya kwanza imetajwa na wazungumzaji waliopita akiwa kwenye kituo chaft. Ni ukweli kwamba katika jamii hii ya Watanzania wanawake ndio wengi kweli kweli, si kweli? Kisha kwa wengi tayari hiyo ni fursa kwa namna unakuwa na nguvu. Mkisha kuwa wengi, maana yake mna nguvu ya kufanya maamuzi, na ndio maana sisi wanasiasa ambao tunaishi kwa kutegemea kura lazima tuwe karibu na wanawake, kwa sababu wanawake hakika wakikubali, kazi imeisha. Wanawake oye! Kwa hiyo ni fursa kubwa, zimetaja pakubi hapa, kutokana na sensa yetu, wanawake ni wengi hapa Tanzania kuliko wanaume na katika dunia nzima hii lakini nadhani fursa kubwa na ya maana zaidi kuliko zote ni ukweli kwamba tangu nchi yetu izaliwe, tunaye rais mwanamke kwa mara ya kwanza. Hii ni fursa, sio fursa, hii ni fursa kubwa sana. Lakini sio tu rais mwanamke, rais mwanamke ambaye ametokana na harakati za kupigania haki na usawa wa wanawake kwa sababu wanawake wako wengi, si tunafahamu, wapo wanawake ambao ni wanawake kimaumbili lakini ndio kwanza wanaongoza kwenye kukandamiza haki za wanawake, kweli sio kweli? Sio eh, kila mwanamke anapigania haki za wanawake. Tunawafahamu wanawake ambao mii mwenyewe na wazimu katika kupigania haki za wanawake, hawaamini nie na nie na nie nie, kimbelembele tu, mwanamke ni mwanamke tu bwana. Sasa lakini tunaye rais ambaye ni mwanamke, lakini pia amejipambanua kwa miaka ame mingi kupigania haki za wanawake hapa Tanzania na katika ukanda wetu wa Afrika. Lakini fursa ya tatu ni ukweli kwamba sera zetu za serikali na ilani ya Chama cha Mapinduzi, hakuna chama chochote katika nchi hii ambacho kimesheheni sera za kutambua na kupigania haki za wanawake na makundi maalum. Na hiyo nichukue, kwa sababu mimi sio tu waziri, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kama kuna mtu anafahamu ilani zote za nchi, a a vyama nazifahamu. CCM ilani yake imesheheni vizuri sana sera za kuhakikisha kwamba wanawake na makundi maalum yanakuwa na fursa za kutosha. Lakini sera zetu za serikali, tumeweka mwanamke na makundi maalum mbele. Lakini fursa ya nne ambayo ni muhimu, wa Tanzania wakaendelea kuitambua, ni ukweli kwamba mwanamke ndiye msingi wa familia, kweli au sio kweli? Nchi yetu hii, moja ya tofauti ya Afrika na makundi mengine ya binadamu hapa duniani ni kwamba mwafrika bado anatambua nafasi na thamani ya familia, na msingi wa familia ni mwanamke. Ukisikia mtu umewahi kusikia mwanamke hana familia? ni wanaume ndo, mwanaume maana huyo hana familia. Ukisikia mtu anamwambia hana familia, maana yake hajaoa oh. Huyu mwanaume moja ya changamoto yake ni kwamba hana familia. Hata sisi katika kugombea, unachunguza maisha ya wagombea wenzako, ukigundua hajaoa, ni hoja hiyo. Huyu naye ametaka kumchagua, ta familia hana, maana yake hajaoa. Ila uweze kuta mwanamke, anaambiwa mwanamke hana familia, kwa sababu mwanamke mwenyewe ni familia. Wanawake hoyo kwao ni fursa kubwa, kwa sababu wanawake wa ni msingi wa familia na hivyo ni msingi wa taifa lenyewe lakini fursa ya tano ambayo ni muhimu sana ni ukweli kwamba kwa kujua ama kutokujua, wanawake wana nguvu katika kila hatua ya maisha. Tazama inapotokea kwanza kwenye kutunga mimba. Unapoanza kwenye kutunga mimba, ni rahisi kutunga mimba ya mtoto wa kike kuliko wa kiume. Ulikuwa unajua hiyo? Kama ulikuwa ujui, tambua hiyo sasa, ndo unakupa hiyo sasa e, yani ili mwanaume aweze kuwa na uwezo wa kutungisha mimba ina mlazimu kutoa mamilioni ya mbegu, mwanamke anahitaji mbegu moja. Kama akisoma Paulo ndio kuonyesha mikono, si hivyo? mlikuwa mnafundishwa hapo? eh, mlikuwa mnafundishwa for a man to impregnate a woman he must produce millions, ndio mlikuwa mnafundishwa huko, mamilioni ya mbegu za kiume, mwanamke anahitaji moja. Sasa na ngua uhanya ngoja, mimba itungwe sasa. Ikisha ikisha tungwa mimba, ama mtoto wa kike ama wa kiume, mimba ya mtoto wa kike ina uhakika wa kusurvive kuliko mimba wa yes, ya mtoto wa kiume, yaani mimba ile katika miezi tisa, mimba ambazo zina kwa bahati mbaya zina hozuri mimba za watoto wa kiume kiumbe ndizo zinaongoza kuharibika. Kwa kwayo inamaanisha kwamba kile kizaigoti cha kiume kina nguvu kuliko kizaigoti cha kiume hivo hivo. Kwa hiyo hivo hivo kwenye kuzaliwa, ukifanikiwa wa kadhaa katika ile miaka mitano watoto wa kike wanaishi zaidi kuliko watoto wa kiume. Kwa hiyo usimlaumu mwanamume kwamba o, huyu naye anazaa tu watoto wa kike. Ni ukweli ni kwamba mimba za kike zina uwezo wa kudumu zaidi kuliko mimba za kiume, ni mazingira ya kibiolojia msulamu na kuna wengine wanadhani kuna huko kabisa huko, wanaambia wewe, hebu namna yako anatoka sana hivi, ndio maana zetu kwa kiume hasi. Kwa kweli ni biolojia tu, kwa hiyo jambo la kibaolojia miaka, mimba inawahi kutunga, ya kiume ya kike, na sababu zaidi ya kike wakisha zaliwa, ile miaka mitano kuna inaitwa vifo vya watoto wachanga. Kwa sensa ya juzi, idadi ya wale wenye ulemavu katika sensa ya juzi idadi ya watu wenye ulemavu katika nchi yetu imeongezeka kutoka asilimia 9.2 mwaka 2012 mpaka asilimia 11.2 mwaka 2022. Maana yake ni, maana yake ni kwamba bado katika nchi yetu hatujaweka mazingira mazuri ya kuzuia watu kupata ulemavu, hususani wakiwa katika mazingira ya, ya, ya kibinadamu hapa. Kwa hivyo ni sehemu ya kutafakari leo kwamba tuendelee kuweka mazingira katika nchi yetu ya kuhakikisha kwamba tunapunguza hilo tatizo, lakini muhimu zaidi kuweka mazingira mazuri wa kuhakikisha kwamba wenzetu wenye ulemavu wanaendelea kuwa sehemu muhimu ya jamii yetu, wanashiriki katika shughuli za maendeleo, lakini muhimu zaidi wanafaidika na fursa zilizopo maendeleo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Hili ilikuwa ambalo tunalo na sisi kama serikali tunaendelea kufanya. Eh, jambo ngumu. Na kuhitimisha hotuba yangu, nichukue nafasi hii tena kuwashukuru na kuwapongeza wenzetu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, watu na makundi maalum kwa maandalizi mazuri sana. Kama leo tu tuko kwenye rihaso kwa sababu inaita haya makongamano ni kama rihas. Mambo yako hivi hivi, Arusha itakuwaje? Na ndio maana sasa kuanzia kesho barabara zote zinaelekea wapi? Arusha. Na mimi ni wataarifu, na mimi mwenyewe naenda huko, utakosaje shughuli hii? Kama tu hapa ugumu kuko hivi, Arusha itakuwaje? Arusha wiki hii ni wiki ya Arusha, ni wiki ya mama, tunaelekea huko. Nichukue nafasihii pia kuwashukuru sana wenzetu wa ambao wameweza kuwezesha kongamano hili wakiwemo RDM Azaniatunfa raki maendeleo Wanawake TV UN Women, lakini kwa kipekee sana nichukue nafasi hii kwa yeye kuwashukuru na kuwapongeza sana kuunga mkono juhudi za Mama Samia na kuhakikisha kwamba tunakuwa na nishati safi ya kupika. Hayo makofi hayawezi kutosha, tunawashukuru sana kwa juhudi hizo na kwa kutuunga mkono katika hali hiyo. Na nichukue nafasi pia, ndugu zangu, napomalizia kuwaletea salamu nyingi sana za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais mwaka 2025. Samia! Yeah, Samia! Katibu Mkuu Mheshimiwa, Kaimu Mkuu wa Mkoa, mimi nina furaha sana kwa sababu Katibu Mkuu Dr. John Jingu tumekuwa naye chuo kikuu. Tukatewa wote kwa makatibu wakuu tukafanya kazi wangu no hey, hey, no sana tumekuwa naye mimi nikiwa mwenyekiti wa kitu kinaitwa UDASA, chama cha walimu pale chuo kikuu Dar es Salaam. Yeye alikuwa katibu mkuu wa hicho chama, kwa hiyo inaonekana mimi nakuwa mbele mbele yake hivi hivi, lakini nafurahi sana kuwa na mwanangu hapa, mwanangu Halima Mlembo, DC mahiri kabisa wa wilaya na kaimu mkuu wa mkoa. Baada ya kusema maneno hayo, nayo furaha sasa kutamka kwamba kongamano hili la kanda ya mashariki kuhusu ushiriki na mchango wa watu katika makundi maalum na fursa za uwezeshaji kuelekea miaka thelathini ya Benji, imefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza, nawatakia mafanikio makubwa katika yao katika kongamano la leo. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki watu wote wane mahitaji maalum a jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wanawake TV